sifa, ndipo waondolewe, lakini tenya zao si zinaisha, watakaoingia. Walikuwa wanalalamika kwamba wakurugenzi wa halmashauri wanasimamia uchaguzi. Imeondolewa kisheria, mkurugenzi wa halmashauri hasimamii uchaguzi. Sasa hili ni kosa kuwakumbusha kwamba hili limefanyika? Walikuwa wanalalamika kwamba wajumbe wa tume ni makada wa vyama. Sasa hivi sheria inazuia mtu yeyote aliyepata kuwa kada wa chama ndani ya miaka iliyo mitano iliyopita kuwa mjumbe wa tume ya taifa, tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kulikumbusha hili ni kosa, au tunaona aibu kulikumbusha haya? Sheria ilikuwa inasema kwa, walikuwa wakilalamika kwamba rais anaweza kumteua yoyote kuwa mjumbe wa tume ya taifa, tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa hivi ukisoma kuanzia kifungu cha tisa mpaka kifungu cha kumi na nne kuna utaratibu wa kuomba kazi kuwa mjumbe wa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa tunaona aibu kusema kwamba hii imefanyika. Yaani sisi tusipokuwa custodian wa information